Mtazamaji nikisalia katika taarifa inayofungamana na maswala tu ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Mikuwa aliyekuwa rais wa taifa la Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, ametembelea kaburi ya waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga siku moja tu baada ya mazishi yake. Ziara hiyo iliyofanyika katika eneo la Kang'o ka Jaramogi, Bondo, ambapo kiongozi huyo aliandamana na baadhi ya jamaa wa Raila akiwemo kaka kake Oburu Oginga. Mengi zaidi mpenzi mtazamaji, wacha tupate tu jinsi mambo yalivyokuwa maeneo haya.